dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Afrika Kusini yaani Bafana Bafana na mashindano ya COSAFA dhidi ya Eswatini na Madagaska, ambapo kikosi hiki kimeweza kutangazwa na kocha mkuu ambaye kwa upande mwingine ni miongoni mwa makocha waandamizi yaani kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania almaarufu kama Hemedi Morocco kutokea visiwani Zanzibar. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni Mtanzania unaamini kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kitakwenda kufika vizuri katika michuano ambayo watakwenda kushiriki, yaani mechi dhidi ya Eswatini, dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Madagasa na Bafana, Bafana katika michezo so mitatu kwa mujibu wa kaenda FIFA. Like video yetu kabla ya kuendelea mbali ili tuende sawa sasa. Twende cars tukafahamu kile kikosi kamili ambacho kimeweza kutangazwa na kocha mkuu Hemedi Suleimani Morocco. Kwa upande wa magolikipa ambao wameweza kutangazwa ni magolikipa watatu, yani Yakubu Suleimani ambaye anacheza JKT Tanzania, Ali Salim Katoro ambaye anacheza Simba Sports Club na Hussein Masaranga ambaye anacheza Singida Black Stars. Hao ndio magolikipa watatu ambao wameweza kutangazwa na kocha mkuu Hemedi Suleimani Morocco lakini kwa upande wa wachezaji ambao kwa upande mwingine wanakwenda kucheza eneo la baking kuna, kuna mchezaji anayefahamika kwa jina la Atoni Remy mchezaji ambaye anacheza Azam Football Club under 20 Miraji Abdallah ambaye anacheza Coastal Union Shomari Kapombe ambaye anacheza Simba Sports Club Lusajo Mwaikenda ambaye anacheza Azam Football Club Vedastus Masindi ambaye anacheza TM Stars Football Club Mohamed Useni Shabalala amecheza Simba Sports Club, Ibrahim Ame amecheza Mashujaa Football Club, Pascal Msindo amecheza Azam Football Club, Alfons Mabulo amecheza Shamak eh, Football Club ya yes, Azerbaijan, lakini kuna Ibrahim Abdullah Baka amecheza Young Africans, kuna Dickson Job amecheza Young Africans, kuna Abraham Bausi amecheza JK Tanzania, kuna Idrissa Sitambuli amecheza Mashujaa Football Club. klabu kao ndio kwa upande mwingine mabeki, bila kumsahau Abraza Kiamza ambaye acheza katika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ndio mabeki ambao wameweza kutangazwa na kocha mkuu Hemedi Suleiman Moroko. Lakini kwa upande wa viungo, kuna Ahmedi Pipino, huyu anacheza katika klabu ya soka ya KMC Football Club, kuna Yusuf Kagoma ambaye acheza Simba Sports Club, kuna Shekani Hamis ambaye acheza Young Africans ama Azam Football Club, kuna Faisal Salum ambaye acheza Azam Football Club, kuna Valentino Mashaka Mashaka ambaye anacheza Simba Sports Club, kuna Kibu Dennis Prosper ambaye anacheza Simba Sports Club, kuna Simon Msuva ambaye anacheza Al Tabal Soka Club ya Iraq, kuna Idi Suleimani Nado ambaye anacheza Azam Football Club, kuna Mishano Daudi ambaye anacheza Ken Good Football Club na Selemani Mwalimu ambaye anacheza Wydad Casablanca ya nchini Morocco. Kwa hiyo tunaona hicho ndicho kikosi kamili ambacho kimeweza kutangazwa na kocha mkuu Hemed Suleiman Morocco. Kwa upande wa klabu ambayo imeweza kutoa wachezaji wengi ni klabu ya soka ya Simba Sports Club ambapo Simba, Simba wameweza kutoa wachezaji saba katika kikosi hiki cha timu ya taifa ya Tanzania, yani tukianzia kwa upande ni golikipa Ali Salim Katoro, Mohamed Hussein Shabalala, bila kumsahau Shomari Kapome mchezaji wa tatu. Mchezaji wa nne ni Abdurazak Amza, bila kumsahau Kibu Deris Prosper bila kumsahau Valentino Mashaka Mashaka na mchezaji wa mwisho ambaye Simba wameweza kumtoa ni Yusuf Kagoma, ambapo wachezaji wako kwa upande mwingine ni wachezaji saba ambao wameweza kutolewa na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa upande wa Young Africans ama timu ya wananchi Yanga, wao wameweza kumtoa Ibrahim Abdullah Baka bila kumsahau kumsahau Dikson Jobu bila y kumsahau mchezaji wa mwisho ambaye Yanga wameweza kumtoa ni mchezaji Shekani Khamis. Yaani Yanga wameweza kuwachoa wachezaji watatu katika kikosi hiki cha timu ya taifa ya Tanzania, huku Simba wao wakitoa wachezaji saba, ikionyesha kwamba Simba wanafanya vizuri kwa sasa kunako kikosi chao.